Hauna nguvu eh? ya ya hmm. E, hmm. Una ya kutembea auna mtu yoyote yule ambaye anakuhudumia hapo? Ah, nyumbani napoishi anaishi hivyo hivi hmm. Ah, sangine jilani ananihudumia.

Eh, tangu mwaka sabini na saba niko nyumba hiyo hiyo. Oh. Eh, niko nyumba hiyo tangu sabini na saba mpaka leo na mke wangu nitokela nyumbani amefia, nimezika amefia nyumba hiyo hiyo. ulitokea nyumbani? Oh. Eh, eh. Nyumbani maeneo ulitokea maeneo ya wapi, eh? Ya wapi? Wapi? Nyumbani, ya wapi? Kwa nyumbani kabisa Misungwi. Misungwi, Misungwi Bulima

Mimi kwa sasa, sasa kutamwa, kwa sababu nimezaliwa thelathini na moja, inaweza kuwa kuwa nina themanini na zaidi au kama na minne hivi. Na watoto kujaliwa sikujaliwa, uh, baba ila dada zangu ndio wamejaliwa, dada za familia yote. Sasa ya dada zangu wako Sengerema, Geita Okay. Wanajua kwamba unaumwa eh, wanajua kwamba unaumwa. Ah, lakini wengine ha, hawajui hawajui, hawajui. Hmm. Baba, una namba zao za simu? Hata, simu sasa, simu sina simu, ile haribika ah. eh. ah. Lakini wanajua niko eh eh, eh.

wakati Mungu wakitujel tukipata uhuru wetu, uh, uh, hii nembo itatumika nchi nzima ndienigaichola uh, eh, maka. Lakini tulechola naye pamoja, sasa ni hayati, ni hayati alikuwa naitwa alipanga, kwao madanga modanga pangani bila ya pangani, sasa ni hayati alikuwa naitwa alipanga Okay. Kwa hiyo kazi yako ni ya kuchora tu, kuchora tu. Sina kazi nyingine mimi, yeah. <laughs> Ni mbunge wa Nzega Vijijini, lakini naibu waziri wa afya sasa, yeah. Tumekuja na kwa ajili ya kuja kuku, kusaidia kuhudumia kama serikali, ndio kwa hivyo <coughs> Tuna, tunawashukuru wenzetu wamechukua hatua ya kukuhudumia katika hatua hii ya awali ndio, baba. Lakini uh, tumeona tukuchukue tukupeleke hospitali ya Muhimbili, ndio baba, uh, ili tuweze kusimamia matibabu yako kwa ukaribu zaidi, sababu ile ni hospitali ya rufaa na kuna madaktari wafani nyingi zaidi kuliko hapa, ndio baba, na hii tunafanya kwa sababu ya mchango wako mkubwa uliotoa kwa nchi yetu kubuni nembo ya taifa, kushirikiana sana hiyo nembo ya taifa. nembo ya taifa Yuko <truks> okay, na uh picha -huh, ni nazo so, nyumbani, picha ya ya ya Baba wa Taifa na ya Jakaya Kikwete rais mstaafu na ya Magufuli rais wetu ni. Sasa nataka hizo nataka hizo ni mzawadie hizo picha nataka ni mzawadie rais wetu. Sawa, sawa sawa, basi uh Tutakuhamisha hapa kwa muda huu. <laughs> <Jikin tika. laughs> Mimi naitwa Dr. Juma Mfinanga ni mkuu wa idara ya magonjwa ya dharura hospitali ya taifa Muhimbili. Kwa hiyo kama alivyosema naibu waziri Dr. Hamisi Kigwangalla kuwa mkurugenzi wa hospitali ya taifa Muhimbili aliongea naye akasema kuwa tuna, kuna huyu mzee ambaye ni mzee muhimu sana katika taifa hili ambaye kuwa anaumwa ana, kwa hiyo tuliwasiliana na mkurugenzi pamoja na wizara, kama serikali tuweze kumchukua tumpeleke pale hospitali ya taifa Muhimbili kwa sababu ni hospitali ya taifa na ina wataalamu wengi, ili tuweze kufanyia uchunguzi wa awali kujua kwanza kuwa ana shida gani ya kiafya cha kwanza kufanya ni kumchunguza kuwa na shida gani ya kiafya. Cha pili kuangalia ni kipi ambacho hospitali ya taifa Muhimbili pamoja na serikali inaweza ikatoa msaada kwa huyu mzee. Kwa kwa sasa hivi tumemchukua hapa Amana, alafu tutampe, tutampeleka tuta, pale kwenye idara yetu ya magonjwa dharura ambayo ni idara ya uchunguzi awali, tutamfanyia uchunguzi wa kina kama na tatizo lolote lile la kiafya tutalishughulikia. Tukishamaliza matatizo ya kiafya hospitali ya taifa Muhimbili pamoja na mkurugenzi tukishikana na wizara ya afya na serikali, jua sa kipi ambao tunaweza kumsaidia kama mwasisi, mtu muhimu sana katika serikali yetu. ripoti ripoti ya Amana inasemaje ambayo mmeipokea? Ah, tumeongea na wenzetu wa Amana ambao walimpokea jana, wanasema kuwa walikuwa wamechoka na anaonekana kama vile ni mtu ambaye amekaa amechoka. Na wengine ambao ni wasamaria wanaosema walikuwa wanampa huduma walisema wao walimchukua wakaona kuwa yuko tu mwenyewe, anaishi mwenyewe mwenyewe, kwa anaonekana kuwa amechoka, na wamesema kuwa wameona walef, wamefanya vipimo vya vi awali, lakini pia wametuambia kuwa wanahisi kuwa anaweza akawa na shida ya ki kiafya. Wamesema na shida ya ki kiafya ambayo walishaanza kufanya matibabu na uchunguzi wa awali. Kwa sasa tutaendelea pale wenzetu walikoishia. Madhila anayoyapata mzee Ngosha kupitia vyombo vya habari, na baada ya kupata taarifa hizo, nikatumwa uh, nije nimtazame mzee huyu na niweze kuchukua hatua za haraka za kumsaidia uh, lakini pia uh, jana waziri wa nchi bungeni alizungumzia uwepo wa mzee huyu na akasema serikali itafuatilia uh, kwa sababu mchango wake kwa nchi yetu uh, kwa kubuni nembo ya taifa ni mkubwa na unathaminiwa, na ni nembo ambayo itaishi. Kwa hivyo uh, kwa kuwa hatukuwa na taarifa zake, na sasa tumepata taarifa uh, tumeanza ufuatiliaji na katika hatua za haraka haraka, kwa sababu anaumwa Uh, tumeona kwanza tushughulike na swala lake la, la maradhi aliyonayo na baada ya kushughulika uh, na swala la maradhi aliyonayo tutashughulika na masuala mengine ya kijamii, kwa sababu pia tumeambiwa kwamba uh, hapa Dar es Salaam bahati mbaya hakuzaa na hana mke wala hana ndugu ambaye anaishi naye kwa karibu zaidi ya marafiki na majirani ambao wamekuwa nao uh, toka miaka hiyo ya sitini sabini. Uh, lakini pia tumeongea nao kwa kifupi dakika mbili tatu. Uh, nimemuuliza maswali mawili matatu hapa na pale mimi mwenyewe, na kwa jinsi alivyonieleza, anasema yeye anatokea maeneo ya Misungwi kule mkoani Mwanza na kwamba ana ndugu zake dada zake walizaa watoto wapo maeneo ya Sengerema huko huko Mwanza. Kwa hivyo ni uh, mzee mcheshi. Uh, na, na, na, inaonyesha ameishi kwa muda mrefu na watu na, na ndio maana wamemthamini kiasi cha kuamua uh, kumshughulikia. Kwa hivyo takapofika wakati mwafaka, tutajua namna gani ya kumsaidia ikiwemo ni pamoja na, na kumpa makazi uh, tuna, tuna makazi yetu ya wazee na watu wasiojiweza kule Nunge, tayari tumeshaandaa chumba kwa ajili yake kwa sababu tumeambiwa pale anakaa kwa hisani tu ya watu, lakini hata kodi yenyewe halipi, wamemsamehe. Uh, kwa hivyo uh, nimekusudia nime, nime, nime, nime mimi mwenyewe kuja kuona hapa hospitali anapata huduma gani, lakini nimeamua kumuhamisha kumpeleka Muhimbili, kama mnavyoona gari yetu ya kutoka hospitali ya taifa Muhimbili uh, iko hapa na baada ya hapo sasa tutamfanyia tuta, tuta analysis kama alivyosema daktari, ili tujue nini haswa tatizo lake kiafya, na baada ya hapo Mungu akimjalia akipona, sasa tutachukua hatua za kufikiria kumpeleka kwenye aidha kwenye uh, makao ya wazee yaliyoko Nunge ama kumrudisha kwenye maeneo yake ama kumtafutia makazi mengine kadri ambavyo tutaona inafaa. Mchango wa mzee huyu unathaminiwa kwenye nchi yoyote ile, mchango wake wa kisanii waku wa kuchora nembo ya taifa ambayo itaishi hata uh, beyond maisha yetu sisi tunaoishi leo ni mkubwa sana na ni mchango unaoishi, yeah, kimsingi mchango wake utabaki hapa duniani hata baada ya yeye kuondoka, hata baada ya sisi kuondoka. Kwa hivyo ni mchango mkubwa na unathaminiwa sana na amesema wakati naongea naye pale kwamba alifanya kazi ile akishirikiana na mwenzake anatokea nafikiri Tanga uh, ndugu Ali Pangani. Eh, kwa hivyo uh, ni watu ambao tutaendelea kuwaenzi. Pengine tulikuwa hatujawafanyia chronicle uh, nadhani ni wakati mwafaka sasa wa kuwatafuta watu mashuhuri kama hawa waliofanya kazi kubwa kwa kutumia akili zao na, ku, na, kutu, na kutunza kumbukumbu kumbu na historia ya, ya, ya, ya jinsi walivyofanya haya mambo kwa ajili ya vizazi vijavyo, uh, kwa sababu sisi tunasoma tu nembo ya bibi na bwana kitu gani kinamaanisha nini? kitu gani kinamaanisha nini? Lakini waliochora pengine wana maelezo ya ziada kuliko hayo ambayo sisi tunayajua. Kwa hiyo bahati nzuri sasa, amesema yule mwenzake ameshakuwa hayati, yeye bado yupo hai. Kwa hivyo nafikiri watu wa historia watapenda kumsikiliza mzee huyu na kuchukua hii historia uh, ya namna alivyofuatwa uh, mwaka 57 anasema, mpaka wakaanza kutengeneza hii nembo na mpaka hatimaye ikawa nembo ya taifa letu.